Siku ya leo ni siku nyingine tena nzuri kabisa na natumaini kwamba tutakwenda kushuhudia watu wengi sana, watakuwa wanashuana namna gani ya kuulizana maswali, namna gani ya chemsha bongo. Leo ni siku nzuri sana. nakuitwa nani? Ah, mimi naitwa Karimu Mkamba okay. E... kwa hapa Dar es Salaam unaishi wapi? Ah, mimi sitokea Dar es Salaam, mimi natokea sehemu moja panaitwa Ngelengele tarafa ya Dondoka mkudake. Ni chakula gani kikuu wanakula wa Tanzania? Ah, okay. Eh, Swali la kwanza nasema Mererani panachimbwa aina so, gani ya madini? Dhahabu. Safi. Mlima mrefu Afrika una unasifa gani kwenye kilele chake? Ziwa la Kreta. B. Barafu, C. Msitu. B. Barafu. Wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Kinondoni, Dar es Salaam. Kinondoni, Dar es Salaam. Unajua ukikosea swali moja tayari umepunguza kibubu chako. Nafahamu kabisa. Unafahamu kabisa? Yeah. Uko vizuri kabisa? Kabisa. Haya sawa. Tunaanza maswali kama ifuatavyo. Tanzania ilikuwa koloni ya nchi gani? A. Ujerumani, B. Ufaransa, C. Ubelgiji. Ey, Ujerumani. Sasa tunakwenda kushuhudia tena uh, mchuano mzuri kabisa. Kumbuka tupo kwenye kipindi cha Kibubu hapa hapa, e, tunaendelea kuchuana. Unapouliza swali, hiyo ndio faida yako. Lakini ukikosea, hiyo hmm, ndio hasara ya hasara yangu. Watu gani ambao ni kivutio kwa watalii nchini Tanzania? A. Wasukuma, B. Wamasai, C. Wahaya. B, wa Masai. Kosa kabisa kabisa, umekosa maswali hayo yote ambayo tume, tumekuuliza maswali manne umekosa, lakini umepata mawili. Kwa heri sana, Mungu akutangulie asante. Na sasa tunaenda kwenye raundi yetu ya mwisho kati ya mgeni mwalikwa. Nashangaa amebakia mtu mmoja tu huku, kwa hiyo yeye kazi yake itakuwa tu ni kujibu tu maswali Tisa, umepata tisa, na umekosa sifuri. Asante sana mgeni mwalikwa, karibu mpatie mkono, ukaongeza. Nasikitika. Next raundi usikose. Mpatie mkono lakini ndo tunaondoka namna hiyo. Nasikitika. Jamani nauma. Sawa, asante <laughs> sana Mr. Kibubu, mkabidhi basi mshindi wetu Eh, Shakira. Shakira safi kabisa, tupigeni makofi, asanteni sana. Nilikuwa na kuongozea hiki kipindi, naitwa MC Damson Clasic, sauti ya kusikilizwa, na hadi wakati mwingine tena, tukutane kipindi kijacho na mshindi wetu sana, sante sana Kibubu. Kuna watu wanapiga pombe, kuna watu wanajua jinsi ya kula pombe. Mzee, asikuambie mtu, kama nimekuwa leo, nimekuwa